Kwa hiyo leo tuko hapa, ni sehemu ya mkutano ambao au washa ambazo tunaendesha nchi nzima. Kwa hiyo hii inahusiana na kasa, tumeifanya na natumerandi kidogo, kwa hiyo unaweza kuona ni financial access clinic. Ni kliniki ya upatikanaji wa mitaji ya biashara kwa wanawake na vijana. Kwa, kwa nini clinic? wanachama wetu wengi uh, lakini pia ukiangalia taasisi za fedha mara nyingi mimi na unaweza ukaja kwangu kwa mimi nikiwa kama ni loan officer, ukanieleza unahitaji mkopo milioni 50 na iko sababu sifahamu biashara yako, sababu ninachokifanya ukaniambia, mimi nina hapo, watu wanajisajili labda na wanapo naona vitu online, lakini nilikuwa sielewi. Okay, ni kwa clinic hii, lengo lake kwanza ni kuwapa nafasi kwa wajasiriamali kukutana moja kwa moja na watu wa kifedha. Utapata nafasi ya kukutana na afisa wa benki na watakufanya presentation hapa. Kwa hiyo wewe utaona okay, naona benki hii inanifaa. Na uzuri benki zetu sasa hivi zitaboresha sana sana katika eneo hili la kifedha. Wengi wamekuja na product ambazo zinaendana na wanawake kwa sasa. Kwa hiyo tunategemea kwamba hizi product zitakwenda kuleta matokeo okay. Lakini kujakuwa na hizi product ambazo zinalenga, zina, uh, mahitaji ya wanawake ni matokeo ya kazi nzuri na kubwa inayofanywa na serikali yetu yenye chini ya uongozi wa Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wetu. Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza alipoingia madarakani, alielekeza mabenki kupunguza riba, lakini pia kuhakikisha wanakuja na product zinazosaidia makundi haya na, uh, na mtakumbuka sasa hivi kuna benki hasa kwenye sekta ya kilimo zinatoa riba asilimia 9 ambayo tunaita single digit kwa hiyo hii yote ni matokeo ya kazi ya serikali ya wamu ya sita. Kwa hiyo sisi kazi yetu sasa kama TWCC ni kutafsiri kutokea kule juu, kazi hii ambayo, au mazingira ambayo serikali naweka afikishiaii sababu, sasa tunahakikisha natambua hizo huduma ambazo zipo hapa. Ukisha tambua sasa, ni kazi yenu kuzitumia na kutilai. Kwa hiyo tutakutana na na afisa wa benki ambaye uh, unataka kwenda kupata hii huduma akakueleza na kuongea naye. Lakini cha pili, wengine wanaenda benki wanakwama kwa sababu wana, wengine wana benki abeti, wanashindwa kuwaelewa. Kwa hiyo hii fursa pia ni wewe ukae naye utumie muda wako na yeye pia akuelewe vizuri, unahitaji mtaji kwa ajili ya nini, lakini yeye ni vitu gani vinavyotimiza ili kuweza kuwa kopesheka. Kwa hiyo sasa inabidi utimize bila bila vigezo ili uweze kizi vigezo lakini la tatu ni kwamba kwa kupeana taarifa kuhusu fursa na aina za product au um, mitaji ambayo inafanyia. Kwa hiyo ukisikia mfano kutoka Tanzania wana huduma hii, je, nafaa kwa kiasi gani? Unaangalia ukisikia mwanga nai uh, TCB CRDB na wengine, inakupa picha kwamba okay, mimi na benki na benki sasa hivi lakini kumbe kuna mkopo wa aina hii kwenye hii benki ambayo mimi unaendana na mahitaji yangu ya sasa. Kwa ni wewe kufanya decision. Tunachohakikisha sisi ni kwamba wewe una information uhusu, arena, na, uh, na utauduma, za kutosha kuhusu aina na za huduma za kifedha ambazo zinapatikana hapa nchini na wewe ufanye maamuzi ipi ambayo inakufaa na ipi ambayo unaweza kuendelea za kutumia ilimradi unapitia TWCC. Hii ni chemba ya wanawake wafanya biashara na nawatu sisi tunasema uwe mwanachama usio mwanachama, tukisimama pale hakuna mtu atakayejua kwamba wewe mwanachama usio mwanachama, lakini tunawasihi sana mjiunge na, na TWCC, TWCC muweze kupata fursa nyingi zaidi. Wakati mwingine kuna vitu tunatangaza kwenye mitandao kwa wanachama tu. Sasa pale wewe kwa sio mwanachama huwezi kufanikiwa kufa, kufa. Kwa hiyo ndugu zangu washiriki wa, wa, shiriki, wa m, m, m, semina hii au mafunzo hayo ya siku mbili sisi tunawategemea, TWCC tuko kwa ajili yenu na tutahakikisha. Niseme tu kwamba TWCC hii sasa sijui ni awamu ya kwanza, kama wote mnavyojua hapa karibuni tulizindua programu inaitwa twendeni twende sokoni Afrika, si ndio? Wangapi wanaifahamu hiyo twende sokoni Afrika? hey, Mwajuma hey, na, inyonga, ungeanzia na hapo pia. Tuende sokoni Afrika ni soko huru la Afrika, Africa Continental Free Trade Area. Tunapita mikoani kote, sasa hivi tuna mikoa 19, na pamoja na Zanzibar tukitoa mafunzo kana kwamba ni jinsi gani wewe ujue taratibu na jinsi ya kuliingia soko la Afrika. Sasa hivi Afrika imejifunguka kwamba tunafanya biashara kati ya nchi na nchi Afrika, na ina protokoli ya wanawake na watoto na Trademark Africa wanatusaidia, tumeenda sasa hivi tuko uh, tumeshamaliza 19. Kwa hiyo kama wewe hujajua, hebu ingia kwenye mtandao, hebu angalia, hiyo nayo ni fursa ya wazi kabisa wewe popote ulipo. Lakini vile vile, nafikiri mnafahamu tumekuwa tumelaunch pia bid uh, for success. Bid for success ni kwamba serikali ina sheria inayosema asilimia thelathini ya budget. Hiyo mambo ya budget simesikia Budget ya serikali na taasisi zake inatengwa kwa makundi maalum sawa. Wangapi hapo wameshapata eh, zabuni hizo za za serikali? Hebu mkono juu. Oh, oh, oh. Eh, eh, unatia moyo unatia oh. Eh, sasa mbona hapo nako mahali papo pakubwa tena, uko unajua serikali ndio kwenye hela. Unajua mwezi wa Juni hapo wanabona kusoma tena budget wanasoma budget, hebu jiulize wewe hapo una unaingia una kwenye wapi? Wow. jamani jamani jamani, hebu ingieni kwenye mtandao wa TWCC mpate elimu hiyo. Tumekuwa tukiendesha mafunzo ili wanawake waweze kujua taratibu za ku, za kuingia za, ku, za, za kupata zabuni za, za serikali. Chochote unachofanya cho, unaweza ukapata zabuni ya serikali, na ukishaingia huko. Hawa wachache tungewaambia waje wasimame hapa waongee Nyinyi wote mkasema hivi, niko wapi? niko wapi na niko inawasihi sana kazi kubwa inayofanywa na TWCC, na sisi bodi tuko pale, tuna pa natupa mipango yao na sisi tunaidhinisha. Safari za China, safari za Uturuki, safari za Dubai, safari za Oman. Jamani, hebu tenga tenga hela ili uweze kwenda kujionea.